Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa, e, haya ni majani ya mbaazi isikana mbaazi umepanda nyumbani kwako hapo, lakini unaona kama urembo. Eh e, sasa kama unataka kuwafarakanisha watu, yani kuna mtu ameshakuchukulia mke ama kuna mtu kakuchukulia mume wako, kuchukuliwa nimechukuliwa, una mchukulia nimechukuliwa mke, alafu yule mtu anatamba anakuambia, mimi Mwajuma, unifanye chochote, unifanye lolote, nenda karoge, nenda wapi mume wako ushamchukua, fanya utakavyofanya, lakini mume wako mimi simwachi, eh, na kama utakavyofanya vyote, utakavyoroga wewe roga, utakavyoroga, lakini mume wako hawezi kuniacha mimi. Sasa leo siku ya Jumamosi utakapofika saa nane kamili, nenda katika mti wa mbaazi, chuma majani yake. Utakapochuma majani yake majani yake utayakausha, shakausha majani yake yamekauka vizuri, utachukua mavi ya panya utachukua manyoya ya paka, utachukua miatusaila, utachukua mgombagomba, utachukua kitimtimu, utachukua pamoja na sandal ahmari na maganda ya kitungu somu. Changanya mchanganyiko huo, chachanganya mchanganyiko huo, tafuta saa ya mirihi, tafuta saa ya zohari, choma, tia nia zako kwamba mimi nahitaji kuwafarakanisha fulani na fulani, watu hawa wawe maadui kama paka na mbwa, ama paka na panya. Watu hawa wawe mbalimbali, baina almashariki walmagharibi. Watu hawa wasionane tena, wawe maadui kama moto na maji, ni vitu ambavyo haviwezi kukaa pamoja, wasiweze kuelewana watu hawa. Hata kama mwanao, kuna mtu anaishi naye, lakini huyo mtu, mmejaribu kufanya vikao kwa ajili ya kumwachanisha na mtu huyo, kwa sababu ni mtu ambaye hana mapenzi makubwa na mwanao. Mwanao anateseka, mwanao anateswa mpaka anapigwa visu Mwanao mpaka anapigwa ngumi eh. Kila siku mnasuluhisha, lakini mwanao amekwambia, mimi sitaki, kashapewa madawa, alishwa vitu. Sasa faa jambo hili, hata kama kuna watu kazini wanakulekea vikao vya ajabu, wa ajabu, nataka kuwagombanisha wao kwa wao, maadui zako, nataka kuwagombanisha, tia nia zako. Ndugu yangu, mujarabu sana, hii ni mujarabu, yaani hii ni mujarabu, haina kubatisha, wabillahi.